Wanasema hayawi hayawi, sasa yamekuwa. Ndani ya, ya masjidi kwa ajili ya jambo zito kweli kweli, jambo adhimu, jambo la faraja na furaha, ndani yake nderemo na vifijo. Shekhe yuko tayari kwa ajili ya kufungisha hii ndoa. 75 gramu za dhahabu pamoja na pesa taslim zimelipwa bwana harusi. Ajabu zaidi, akili yake iko mbali kweli kweli anamwaza mwanamke mwingine tofauti na yule ambaye anamuoa. Imekaaje kaaje? Wapenzi watazamaji, watu wanashangaa, mwozeshaji mwenyewe pia anashangaa, biharusi wazazi mbona ajibu? Imekuwaje? Kaulizwa amekubali, ikabidi aseme amekubali kumuoa binti Tari. wa absari abiasa Daudi namna hiyo kwa pesa zilizolipwa pamoja na gramu za dhahabu. Jamani, mashahidi simpo? Hey, mashahidi tupo. Alhamdulillah, inasomwa dua ambayo Mtume alikuwa akiwaombea maharusi wote namna hiyo, kisha dua nyingine zinafuata. Hey, bwana we, kijambo kimemaliza ngoja eh, tuone. Lakini Tara, hii ndoa hii itakuwaji? Wapenzi watazamaji, biharusi ana furaha. Kumbuka moyo wa mtu ni kichaka huwezi kuusoma yaliyomo ndani. Mashemeji hatari kweli kweli, anaitwa Bian, mtoto wa mjomba Bian hapa Bian. Kwa mara ya kwanza, ndo namna hii walikutana yeye na Sara, lakini leo anamwoa mwanamke huyu kwa shinikizo la wazazi. Sasa itakuwaje? Unahisi kweli ndani ya ndoa kutoka kuna mapenzi au biharusi huyu wa leo atakwenda kukumbana na misukosuko gani huko mbele aendako? tuwe pamoja mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji, mwanzo mwisho, panapo hai na uzima na majaliwa. Moja kati ya kazi nzuri kweli kweli, wanampongeza ndugu jamaa e na marafiki waliohudhuria, kwenye ili jambo zuri kweli kweli lenye kupendeza e duniani e mpaka akhira. Lakini sasa amehudhuria Sara, ameona kwa mbali, kuja kuhakikisha ni kweli Bian anamuoa mwanamke mwingine. Sasa yeye itakuwaje? Nakumbuka kidoleni pia ilivalishwa pete ya uchumba. Si tuko pamoja, wapenzi watazamaji, kaa kwa kutulia hivyo hivyo, bado tunasonga mbele ili tuweze kujua yapi ambayo yatakwenda kutokezea, hata pia kujiri 7 mwisho tunamalizia na 14 Karibu katika idara za Mr. Mbega production. Hapa ndipo ambapo mpenzi mtazamaji, yatapokuwa makazi yao baada ya harusi kupita. Bian pamoja na Tari wanaongozana anamuuliza Bian mabegi je, anamfungulia buti ya gari tu, mabegi atabeba ye mwenyewe. Tunaita dharau ndogo ndogo zinaanza kujitokeza, ndo kwanza e, bi harusi ni mpya. Unahisi huko mbeleni hii itakuwaje? Basi binti anajikaza, anachukua mabegi, anabeba yeye mwenyewe, hata kumfungia ajamfungia, anaangaika, ikabidi e, afunge yeye mwenyewe. Yani zamani bwana harusi ameshapita ndani, ametangulia. Maskini, ndio hivyo binti wa watu hajui katika moyo wa Bian kuna kitu gani. Tulimwona siku ya harusi akimwaza mwanamke mwingine pale pale akiwa anakabidhiwa mkono kutoka kwa Sheikh. Asalamu alaikum. Hii ni kawaida tu kusalimia, hata kama nyumba haina mtu yoyote. Eh, salamu ni muhimu. Kumbuka, kuna viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Kila kitu kiko sawa. Oh, yeye kazi yake ni kuuliza tu, anatoa amri kama mfalme Sito. Haya, yeah, hey, We, hey, wa chumba chako hicho huko ndo samani, zamani ina maana chumba changu peke yangu. Watu wakiowana chumba ni kimoja bwana, mnashia mwili mmoja kila kitu, sasa inakuwaje? na namweleza chumba chake ni, ni, ni, ni kingine ni kile kule. Hey, jamani, mshabiki wa Liverpool Football Club kapamba picha kibao chumbani kwake Akili yake inawaza mbali kweli kweli. Simu inaingia, notification, ujumbe mfupi, kwa ajili ya msomaji aweze kusoma. Anatumiwa ujumbe kutoka kwa Sara. Vipi, umeoa vizuri? Ndoa imepita. Ebwana, ni hatari kweli kweli. Sara, Sara, tafadhali Sara, unakwenda wapi? Sara, nisikilize basi. Mimi na mpango bwana. Mpango mpango gani uliokuwa nao Yaani mpango na kwenda kumuoa mwanamke mwingine. Sina chaguo Sara, nisikilize basi. Lakini pia siwezi kukupoteza wewe. Unahisi naweza nikaamini huu ujinga. Ujinga ujinga wako, hauingii hata akilini. Acha kuzungumza ujinga bwana. Eh, tuna mpango. Bado ananitaka. Sara, nisikilize basi. Maskini wewe, analalamika kweli kweli bwana. Bado anamtaka Sara na huko amemuoa hatari. Bwana hii ni hatari kweli kweli. Kaitupilia mbali pete ya ndoa kwenye sehemu hii ya kufugia wanaitwa Goldfish. Mm. Bwana, inatari mpenzi mtazamaji, hivi na hizi inakuaje? Kuaje? kichwa kinamuuma kweli kweli, hakunaga ndoa ya mzaha mzaha, ili ukae na ulitambue, mkataba unawekwa mezani. Tari anauliza kitu gani, Bian anamjibu, makubaliano ya ndoa. Binti anashangaa kweli kweli, makubaliano ya ndoa. Hey, kwa kuwa tunaishi kwenye jengo moja, lazima kuwe kuna makubaliano Sopi? unamaanisha kitu gani, Bukani? Tambua, mimi sikukuchagua wewe hata mara moja, haikuwa kwa upendo, kwa hiyo asitegemee kuishi katika hii ndoa milele. Jamani, na maana wewe hauitaki ndoa na sababu zangu binafsi, na katika moyo wangu kuna mtu mwingine, Bukani. Tena kule juu ya ngazi kule paheshimu kama jinsi palivyo kwako ni chini kule, Bukani. Bukani, na majina tuitane, majina ya kawaida tu, mambo ya mke na mume humo ndani hayatakiwi ngabacha kita dua orang asing yang hidup di bawah satu na ukitaka kitu juu ya ngazi niambie, nikuletee mimi mwenyewe. Na wajibu wa mke haupo, kama kula atakula mahotelini, nguo atapeleka kwa dobi kupigiwa pasi yaani, asiwajibike lolote ndani ya nyumba. Kuna swali anamuuliza binti, kuna swali sijaelewa hapa, kusambaratika. Hujaelewa kitu gani? Nataka unieleweshe, kusambaratika ndio vipi? o Tangia mwanzo nilikuwa na plani ya kukuacha mwaka mmoja tu baada ya ndoa. Sasa ngoja nikueleze kitu kimoja, kuna mtu aliyemwahidi kumwoa so yeye, na ahadi yangu ya kumuoa iko pale pale. Anaitwa Sara, mwanamke nimpendaye. Anamtajia kabisa. Nimekuwa wewe kwa sababu ya wazazi, tuna shinikizo, kwa hiyo hatutokaa kwa muda mrefu. Sasa nakuwa pia katika hilo, sikutanii Nitamwoa Sara kwa hali yote itakavyokuwa, na wewe utaachika tu. Binti libidi aseme astafirullahi, lazim. Haya ni mapya, ni mageni kwake. Sasa unamaanisha ndoa yetu ni kama game tu eh? Unacheza playstation? Sasa familia je, na wazazi utakuwaje? Hii ni aibu. Sasa ukitaka wafurahisha wazazi wako ni bora ukadai talaka we mwenyewe, kuliko mimi nikaja nikakuacha. Tari elewa, utake talaka itakuja, usitake Talaka iko pale pale, bwana. Hii ni hatari sana mpenzi mtazamaji, hivi unahisi hisi inakuwaje? Binti a watu inabidi aliye. Hakika haya ni mazito magumu, hata subira hapa kheri yavutiki, anagoma kabisa.